Katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma General, simulizi isiyo ya kawaida ya uzazi imeibuka. Simulizi inayoibua maswali kuhusu maisha, matumaini na changamoto zinazowakabili baadhi ya wanawake nchini. Angel Christopher, mkazi wa kata ya Nala mkoani Dodoma na mama wa mtoto mmoja, alikuwa akitarajia kupata mapacha wawili. Lakini alipojifungua, madaktari walibaini kuwa alikuwa amebeba mapacha watatu wote wakiwa njiti kwa sasa watoto wapo katika chumba maalum cha joto wakihitaji uangalizi wa karibu zoezi linalohusisha usimamizi wa kitaalam saa 24 lakini nje ya mafanikio haya ya kitabibu kuna ukweli mwingine mzito Mwezi mmoja tu kabla ya kujifungua, Angel alimpoteza mume wake katika ajali ya barabarani, na sasa amebeba jukumu la kuanza safari ya kulea watoto watatu peke yake. Hakuna baba, hakuna mshikaji, hakuna uhakika, na bado lazima aanze mapambano mapya kila siku. Majina naitwa Angelina Christopher Charles, nimetokea na siku ya kwanza niende hospitali ya Zanati Nala sasa nikaenda nikapima, wakaniambia kwamba na ujauzito ila na watoto mapacha wawili. Nikakaa nikafika mwezi wa tisa, nikaenda, nika wa tisa taa nikaenda ikapiga ntasata wakaniambia na mapacha hao wawili. Mwezi wa 11 tarehe ishirini nilienda hospitalini hapo Zanati ya Nala, wakaniambia nije hapa na nijeno, kwa sababu miguu yangu ilikuwa imevimba nikaja nilivyofika, wakaniambia nifanye operation. Nimefanya operation kwamba nikagundulika mtoto watatu kaonekana watu watatu. Nijisikia amani kwa sababu nikawa sijatajwa kwamba ndapata watoto watatu, nijua ndapata watoto wawili, ambao nikawa nimeambiwa watoto hawa wabaki hawana baba. Baba amefariki, alipata ajali tarehe ishirini na mbili wa tisa kwa hivyo jifungua tu nipata amani kwamba watoto watatu, lakini nattmboa wa wamebaki hawana mzazi mmoja, na hofu kwamba nibaki peke yangu na mba, nimewachiwa watoto kama hao watatu, kuna mwingine mkubwa, jumla wanne. ku sijui nianzie wapi. Mume wangu alikuwa mpambanaji sana, kuona hapa nipo, sina kazi yoyote, nilikuwa nategemea washeme zangu wanaonisaidia wanangu wenyewe wana hali kama hii, wapo kwenye chumba cha joto lakini kuna bili kubwa tunadaiwa na maziwa. Nataka nipate maziwa ili watoto wapate, kwa maa maziwa wangu nionayo ni madogo, naawezi kize watoto wote watatu. Kwa Tanzania, ambao wataitaji kunisaidia, namba yangu ni sufuri saba 7412314 jina na kuja msa Simon Slau. Hospitali ina tafakari kumpa msamaha wa harama za matibabu, lakini baada ya kutoka hapa, changamoto za maisha zinabaki kumkabili zaidi. Angel hana kazi na safari anayokabiliwa nayo ni ndefu. Kwa majina anaitwa Dr Clara Seia, ni daktari katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Watoto wanaendelea vizuri na mpaka leo ni siku ya tano tangu mama amejifungua, lakini changamoto iliyopo ni kwamba maziwa ambayo anayapata mama hayatoshelezi watoto wote, kwa hiyo kama itawezekana, tulikuwa tunaangalia uwezekano wa mama kupata yale maziwa ya kopo ambayo ataweza kuwatosheleza watoto watu wote, kwa sababu kile kiasi anachokipata akiwezi kutosheleza watoto wote watatu. Afya ya mama, mama anaendelea vizuri, lakini pia anaonekana yupo kama ana msongo wa mawazo kutokana na changamoto ambayo alipata kabla ya kumpoteza mume wake, na hiyo pia inaweza ikawa imechangia kwenye utengenezaji wa maziwa kwa sababu maziwa ambayo yanatengenezeka ni kidogo sana na ukiangalia na watoto watatu, lakini tukienda kwenye upande wa watoto, mpaka sasa hivi watoto wako na afya nzuri na wanaendelea vizuri. Majina anaitwa Clarissa Kaburire, ni daktari katika idara ya watoto katika hospitali ya Dodoma ya mkoa ya Dodoma. Mama ambaye anaitwa Angela Christopher aliletwa hapa, alifanikiwa kujifungua mapacha watatu mmoja akiwa na kilo mbili, point mbili mwingine kilo mbili point moja na mwingine alikuwa na mbili kamili. Katika watoto hao alifanikiwa kupata watoto wawili ambao ni wasichana na mmoja ambaye ni mvulana. Anatumaini kuwa wale watakaosikia simulizi hii wataona pia sababu ya kumsaidia kuanza upya. Angel amebaki peke yake na watoto wake watatu. Je, tutakaa kimya ama tutamsaidia kuunda tumaini jipya? Ronald Sonyo, TMC News, Dodoma.